Harambee! Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kithenji, wewe Kaongo, wewe mwizi, wewe muuaji. Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema kasongo aende, kasongo aende, kasongo aende, kasongo! Haya ha, kaso, ka watu ya Kayole, rigijii mwenyewe amefika hapa kuja kusalimia nyinyi. Nilikuwa nimekuja kanisa, nikasema nisalimie nyinyi. Mimi najua vijana mumeteseka, hamuna kibarua, hamuna kazi, ushurudiyo huo, nyumba kulipa ni shida kuangaishwa na polisi ni shida harambe harambe watu yakayone muko tayari kwa mabadiliko muko tayari wangapi unataka kasongo aende nyumbani mimi nasikia wakisema ati watu ya kanairo ate muko nyuma ya kasongo muko nyuma ya kasongo muko nyuma ya kasongo. Muko nyuma yake Wangapi wanasema Kasongo aende? Kasongo, Kasongo, Kasongo, Kasongo, Kasongo. Sisi tuko hapo, tumeungana na Kalonzo Musyoka tumeungana na Eugene Wamalwa George na tembea Madha Karoa na mimi mandirikijii, sindio? na tumesema tutatoa kiongozi moja wa kupeleka Kasongo nyumbani, sindio? wakiamua ni Kalonzo Musyoka mutamupigia kura wakiamua nitabea mtampigia kura wakiamua ni madha karua mtampigia ni kura na wakiamua ni rigiji. wakiamua ni rigiji kwanza wakisema ni mimi nitakibisa hii mutu kama baisikili ya kuimbiwa nitamutorosha kabisa si ndio arambe arambe mimi nimesema tuko na chama yetu ya DCP. munaijua Munajua DCP? Nikisema DCP unasema sikiza ground. DCP. DCP. Kisa, mimi naomba mnichagulie mjumbe wa hapa kwa chama cha DCP. Mtakubali? Tunataka MCA wa hapa wa chama cha DCP. Mumekubali? Mumekubali? Mimi naomba mimi naomba vijana. Jezimpo. Jezimpo. Jezimbo! jenzi mpo! Nyinyi bajenzii ndiyo dawa ya Kasongo, sindiyo? Na huyu Kasongo hawezi enda nyumbani bila kitambulisho na kuchukua kura. Jenzi, mumekata kura? mumekata kura? Jenzii, mimi nataka mukate kura, jenzii. Na mimi nataka niseme mambo ya kuchukuliwa kwa jeshi. Mambo ya kuchukuliwa kwa jeshi nikiunda serikali itafanywa katika kila sabukaunte hapa jijini Nairobi. Mambo ya kuchukuliwa polisi itafanywa kwa kila sabukaunte, na hatutaki watu wetu waambiwe watu warudi pahali walizaliwa. Nyinyi ni wakaaji wa Nairobi, mtachukuliwa jeshi, mtachukuliwa polisi mkiwa hapa jijini Nairobi. Tumekubaliana, tumekubaliana. Harambee! Harambee! Nyinyi ni watu ya one time! One time! One time! Wangapi wanasema one time, one time, one time? Huyu Kasongo anasema ate sisi hatuna sera tunamwambia sera yetu ni one time for now. Ndiyo Kenya ikuwe sawa, lazima uende jumbani. Tumesema candidate wetu for now ni Ruto must go, kwa sababu huyu mtu ametubeba ufala. Nani aliua Janzi? Nani aliua Janzi? Nani aliua Janzi? Nani aliua Janzi? Nani amepora mali ya Kenya? Nani amepora mali ya Kenya? Gedenji aende nyumbani asiande. Gedenji aende nyumbani asiande. Harambe! Harambe! Wewe vijana waja waja, wewe vijana tulia hapo. Tulia hapo vijana. Haya! Niko na mjumbe wa hapa Embakasi Central anaitwa Mheshimiwa Meja Dong. Hapana umiza hiyo kijana wewe, wachana na hiyo mtoto wewe, wewe, wewe, wacha hiyo mtoto, wacha hiyo mtoto. Haya, Mheshimiwa Meja Dong, pigia makofi!

Wanaibaka sentro hoye. Wanaibaka sentro hoye. Mumefurahi, mumefurahi, mmefurahi kuona Rigiji hapa. Rigiji amekuja tulikuwa kanisa hapa na tumesema uh, tupite, tukisalimia youth na wamama na wazee waebakazi sentro. Tunamkaribisha ama hatumkaribishi tunamkaribisha ama hatumkaribishi? Wenye tunamkaribisha nione kwa mkono. Wenye tunamkaribisha nayajii, nione kwa mkono, kwa mkono wenye tunamkaribisha. Asanti, Your Excellency. Hapa ni Embakasi Central, na hapa Embakasi Central ni wapenda amani hapa kwetu. Wakati unaona hawa vijana vijana wengi ni kukosa, wamekosa boka, kwa sababu ile kazi yao ile tuliwa promise wakati wa kufanya kampeni. Kasongo aliiba pesa yote, sasa vijana wetu wako kwa mawe. Na mimi bwana Rigiji, nakuomba sisi tunajua kuna ile muungano mnatengeneza, kuna hii muungano yako ya DCP ya Kalonzo Musyoka ya Eugene Wamalwa yanatembea, sisi tunawaomba mkae pamoja tushikirie nyinyi vizuri na tuhakikishe 2027 huyu Kasongo tumepeleka nyumbani. Watu wa ebaka zendroye, watu wa ebaka zendroye. Mimi nataka nikuambia, Bwana Rigiji, wakati tulitengeneza hii serikali, Kasongo alikuja kwa ile shule yetu mpya pale Akakuja akasema ati hiyo kiwaja atatupatia tujenge TVET. Kutoka hiyo siku na ni miaka tatu inaisha, hiyo kiwaja bado hatujapewa, na wakati tunafanya uchunguzi ni kwa sababu wanataka kuiba hiyo kiwaja. Na sisi tunataka kusema wanaebakasi sentr hawataki shamba yao ya umma iibiwe, na tunakuomba, kwa sababu hatutakubali ijengwe. Hii siku ikifika ya 2027 tukitegeleza serikali uhakikishe hiyo shamba imerudi kwa wananchi na tutaijenga TVET hapo ndio hawa vijana wetu wakuwa wamekana namna nzuri. Um, ya mwisho jenzi hoi vijana hoyi, mukona mna gani vijana? Mimi tafadhali tafadhali, vijana hoyi, mimi nawaomba 2027 saha hii ndiyo kura inarejesiwa, ile kitu nasema watu wakae chini, alafu tufanye nini? Tutegeneze kura. Asanteni sana, Mungu awabariki.